Ujambo mwanafunzi, karibu katika kipindi cha leo. Tunaendelea na uchambuzi wa isimu jamii, na ningependa tujikite katika lingua franka. Tutaanza kwa kueleza maana ya lingua franka, na tunaambiwa kwamba lingua franka ni lugha inayotumiwa na watu walio na lugha tofauti kwa ajili ya mawasiliano. Ni lugha inayotumiwa na watu walio na lugha tofauti kwa ajili ya mawasiliano. Kwa mfano, kuna Kiswahili katika eneo la Afrika Mashariki ukiangalia wanaokitumia Kiswahili katika eneo la Afrika Mashariki ni watu na ni watu wengi na wana lugha zao za kwanza ambazo ni tofauti. Swali: eleza sababu za kuenea kwa lingua franka. Sababu ya kwanza ni nguvu za kisiasa au kiutawala. Kwa mfano Luganda, ambayo ni lingua franka ambayo ilienea injini Uganda kwa sababu ya nguvu za kisiasa. Wakati mwingine viongozi walio mamlakani wanaweza kushinikiza kueneza au kuenea kwa lugha fulani, kwa mfano sasa lingua franka. Uh, sababu ya pili ni shughuli za kibiashara au kiuchumi. Watu wamepatana kwa mfano mjini, wanazungumza lugha tofauti, lakini inawabidi wawasiliane ili waweze kufanikisha mawasiliano ama biashara mawasiliano katika biashara basi itawabidi watafute lugha ambayo wataitumia kwa ajili ya shughuli kama hizo. Sababu ya tatu ni mfumo wa utawala kama vile ukoloni uh, ulishinikiza kuenea kwa Kiingereza. Walio mamlakani wanaweza wakaathiri maenezi ya lugha fulani. Sababu ya nne ni elimu au sababu ya kielimu na matumizi ya lugha kwa ajili ya taaluma. Ukiangalia shuleni na taasisi za elimu kuna ile lugha ambayo inatumika kama chombo cha kupitisha elimu miongoni mwa wasomi. Na mwisho kuna ulumbi yani, uhodari wa kutumia lugha. Swali lingine tunaambiwa eleza sifa za lingua franka. Sifa ya kwanza tunaambiwa lingua franka huwa ni lugha ya mawasiliano kati ya watu wenye lugha zaidi ya moja ni lugha ya mawasiliano kati ya watu watu wenye lugha lugha zaidi ya moja. Ina maana kwamba watu uh, wanaweza wakajua lugha mbili au zaidi ya lugha mbili na wamepatana. Kwa hivyo wale wa, ambao watakuwa ni wazungumzaji wa lingua franka, ina maana kwamba wanazifahamu zaidi ya lugha moja na kwa hivyo watatumia lingua franka. Baadhi ya wengine waenda ikawa ni lugha yao ya kwanza, na wengine uenda lingua franka ikawa ni lugha yao ya pili au hata ya tatu. Sifa ya pili tunaambiwa kwamba lingua franga hutumiwa na watu ambao lugha zao za kwanza ni tofauti, yaani si lazima iwe lugha ya kwanza ya kundi lolote, si lazima. Na sifa ya tatu tunaambiwa kwamba lingua franga hutumika kutekeleza majukumu mengine ya kiisimu na kijamii kama vile kueneza dini. Mbali na kutumika kufanikisha mawasiliano, lingua franga inaweza ikatumika kuendeleza au kufanikisha shughuli zingine za kijamii. Tumepewa mfano wa dini. Na sifa ya nne tunaambiwa kwamba lingua franka hutumika au huenezwa zaidi kupitia elimu na biashara. Tano, lingua franka huzungumzwa kwa mitindo mbalimbali mbali kupitia lahaja. Tumeona kwamba lingua franka hutumika katika eneo pana, na kwa hivyo unaweza ukapata kuna kundi ambalo linatumia lingua franka ila lina matamshi tofauti na kundi lingine ambalo pia linatumia lingua franka. Sita, lingua franka huvuka mipaka ya kimaeneo na inaweza kutumika katika maeneo au mawasiliano mapana. Na sifa ya saba tunaambiwa lingua franka hukiuka mipaka ya kitamaduni. Sifa ya nane uh, tofauti huweza kuzuka katika matumizi kutegemea uwezo wa mzungumzaji au mahali lingua franka inapozungumzwa. Turejelee Kiswahili. Kiswahili kinatumika katika eneo pana hasa Afrika Mashariki. Kwa hivyo utagundua kwamba kuna kundi la watu ambao wanazungumza njia tofauti na kundi lingine, lakini lugha inayorejelewa hapa ni ile lugha moja ambayo ni Kiswahili. Kwa mfano utapata Uh, watu wa pwani namna ambavyo wanazungumza Kiswahili ni tofauti na watu wa bara, mambo kama hayo. Ama pengine Watanzania na Wakenya, namna ambavyo wanazungumza Kiswahili itakuwa ni tofauti. Na lingua franka tisa, tisa, uh, nam yaweza kuwa lugha ya kwanza ya wazungumzaji au lugha ya pili ya watu wengine wa lugha ya kigeni. Natumai tumeelewa hizo sifa. Uh, sifa za lingua franka unaweza ukanakili mahali, kuna sifa ya kwanza hadi sifa ya tisa. Natumai unaona. Tuanzie sifa ya kwanza. <coughs> Naam, tusonge Eleza umuhimu wa lingua franka. Umuhimu wa lingua franka, umuhimu wa kwanza, lingua franka huleta ushirikiano katika nyanja mbalimbali mbali, kama vile biashara, kiuchumi, kielimu na kidini. Huleta ushirikiano watu ambao lugha zao za kwanza ni tofauti, na wakaweza kutumia lingua franka katika mawasiliano na katika shughuli zingine kama vile biashara basi kwa kutumia lingua franka utapata kwamba miongoni mwa watu hawa ushirikiano umepatikana, ama wakati mwingine tunasema utangamano. Pili, hutumika kuleta umoja miongoni mwa watumiaji wake, hasa wale wenye utamaduni tofauti. Hiyo hoja natumai tunaielewa. Na ya tatu a, uh, lingua franka hurahisisha mawasiliano hasa katika jamii inayogawika katika misingi ya lugha, kwamba pengine watu katika jamii fulani wana vijilugha vyao tofauti, lakini wakatumia ling franga kama lugha moja ya mawasiliano, basi utapata kwamba linga franga itakuwa imetumika kama nyenzo ya kuweka kando zile tofauti zao ambazo zimezuka kutokana na kuwa na vijilugha vingi, na wakatumia lugha moja ambayo ni linga franga leta, na wakaweza kurahisisha mawasiliano. Hoja ya nne inasema huunganisha watu wa asili mbalimbali mbali, kwa kuwa huweza kuwa lugha ya kimataifa. Naam, lingua franka, kumbuka tumesema huweza ikatumika katika maeneo mapana, na hivyo huenda ikavuka mipaka ya nchi na kutumika katika zaidi ya taifa moja, basi ikawa ni lugha ya kimataifa na mwisho, hutumika kukutanisha watu wa asili mbalimbali. Naam, swali lingine tunaambiwa sijui kama mnaona, eleza jinsi lingua franka inaweza kuenea katika jamii. Namna ambavyo lingua franka inaweza kuenea katika jamii, njia za usambazaji wa lingua franka. Njia ya kwanza lingua franka huweza kuenea au kusambazwa kwa njia ya vita. Kwa mfano lugha ya Kigiriki iliweza kuenea kupitia vita, watu waenda wakatumwa mahali fulani ama wanajeshi wakatumwa mahali fulani waende kupigana. Kwa hivyo watakapokuwa wanatumia ile lugha lugha yao ya mawasiliano, basi watakuwa wanaieneza. Pili, kupitia biashara. Kwa mfano Kiswahili kiliweza kuenea kutokana na dhima yake katika biashara. Kumbuka tumesema Kiswahili ni lingua franka katika eneo la pwani, pwani au Afrika Mashariki. Tatu, ukoloni. Kwa mfano, Kifaransa na Kiingereza na Kireno ni lugha ambazo ziliweza kuenea kupitia utawala kama nyenzo. Hoja ya nne tunaambiwa elimu. Lugha kama vile Kiingereza kinaweza kuenezwa kwa sababu kinatumika katika mafunzo. Kwa mfano, kuna nchi ambazo zinatumia Kiswahili kufunzia wanafunzi darasani. Hata nchini Kenya huwa tunasoma Kiswahili kama somo la lazima. Kwa hivyo lugha lugha kama hii inapotumika katika elimu basi inaenea kwa sababu watu wengi huwa wanajifunza lugha hiyo. Na hoja ya tano tunaambiwa kuna nguvu za kisayansi na kiteknolojia. Kwa mfano nguvu uh, za kisayansi na teknolojia za Amerika zimechangia kuenea kwa Kiingereza katika ulimwengu hasa kwa sababu ya istilahi mpya zinazoibuka kila uchao. Istilahi ikibuniwa na pengine ikawekwa kwa katika vitabu ama katika mitandao, watu wanaweza kupata hizo istilahi na lugha inazidi kukua na kuenea. Hoja hiyo itakuwa ni hoja ya saba sita nguvu za kisiasa au kiutawala, kwa mfano Luganda nchini Kenya. Na mwisho ulumbi, yaani uhodari wa kutumia lugha. Kufikia hapo tutakoma. Kwa hivyo tumeangalia lingua franka. Hakikisha unaelewa maana ya lingua franka, sababu za kuzuka kwa lingua franka, sifa za lingua franka, umuhimu wa lingua franka na namna ambavyo lingua franka imeweza kuenea. Kwa heri kwa sasa, subscribe, share, andika comment iwapo uko na swali utajibiwa, ama upate mwenzako na kujibu, na kutakia kila la heri.